Kwa wastani mwanamke hupata hedhi kwa takribani miaka saba ya maisha yake. Kwa wengine, hii inaweza kumaanisha mizunguko isiyo na mwisho ya maumivu makali. Hivi ndivyo endometriosis inavyoweza kuwa. Kwa hivyo, leo tutazungumza na mtu ambaye amepitia madhila ya kila aina katika tatizo hili. Ungane nami Nahisi kana kwamba uko peke yako, kwa sababu hujui kama ni hali ya kawaida. Labda ni mama yako au watu wa familia wanaweza kukuelewa, lakini hujui kama ndivyo wanavyohisi pia, au labda wanafanya hivyo kukufariji tu. Katika eneo letu la mjadala leo, tutazungumza juu ya hali inayoathiri takriban asilimia kumi ya wanawake ulimwenguni. Mimi ni mwenyeji wako Daktari Chinonso Egemba, maarufu pia kama daktari wa Aproko. Pamoja nami kutusaidia katika safari yetu ya leo ni Ritha. Asante Ritha kwa kuwa nasi. Je, matatizo yako ya endometriosis yalianza lini? Nadhani ni kuanzia mwaka 2014 ingawa iligunduliwa mwaka 2022 kwa sababu dalili zilianza kujitokeza mwaka 2014. Wakati huo nilikuwa nikitafuta vipimo vya matibabu, ushauri tofauti, lakini sikufaulu hadi nilipofanyiwa upasuaji wa laparoskopi mwaka 2022, ndipo wakagundua kuwa ni ni endometriosis. Endometriosis ni nini? Ni hali ambapo utando wa mfuko wa uzazi unaojulikana endometriamu unakuwa nje ya mfuko wa uzazi. Je, hali hii ilikufanya kwenda hospitali moja hadi nyingine kabla ya kuambiwa una endometriosis au ilikuwa mara yako ya kwanza tu kwenda hospitali? Well, I've been in different hospitals. nimekwenda katika hospitali tofauti na nimeambiwa mambo tofauti. Mara ya kwanza niliambiwa tatizo la ukosefu wa usawa wa homoni. Katika hospitali nyingine niliambiwa mfuko wangu wa uzazi ulikuwa mkubwa. Nyingine walisema kulikuwa na kitu kama maji kwenye mfuko wangu wa uzazi. Kwingine nikaambiwa hakuna shida. Katika hospitali mbili au tatu, matokeo yalikuwa wazi. Kuna baadhi ya dalili zinazoweza kukusaidia kujua kama ni endometriosis, ingawa si ishara za moja kwa moja. Maumivu makali au maumivu wakati wa hedhi. Unaweza pia kuwa na damu kwenye haja ndogo au kubwa. Unaweza kutokwa na damu nyingi kabla, baada ya au wakati wa hedhi. Unaweza kuwa na matatizo ya kushika mimba pia. Unahitaji kuelewa kwamba maumivu makali wakati wa hedhi si kawaida, hivyo bora kupata ushauri wa daktari. You need to consult your doctor, I used to... nilikuwa na kunywa dawa kupita kiasi, hasa za kutuliza maumivu za aina mbalimbali, ili tu kupunguza maumivu. Lakini kuna wakati nililemewa, hata nikaanguka tu, time when I just collapsed, ulizirai nam, ndipo nikaamua kupata tiba ya laparoskopi. Nikawasiliana na mama yangu na safari hii alikubali kwa sababu mara ya mwisho daktari alipendekeza nifanyiwe laparoskopi lakini, wote akiwemo mama hawakukubali lakini wakati huu nilizungumza naye na akasema sawa. Tayari alijua jinsi maumivu yalivyokuwa makali, kwa hivyo nilifanyiwa upasuaji. Daktari wa upasuaji akaniambia wamegundua kuwa nina endometriosis na ilikuwa nje ya mfuko wa uzazi kwenye ovari ya kushoto. We have a comment from John ufam saying... tuna maoni kutoka kwake John ufam anauliza: Je, endometriosis ni ya hali ya kimaumbile? Hakika John, hili si swali rahisi sana kujibu kwa sababu endometriosis ina weza kurithiwa katika familia, kuna baadhi ya sehemu za vinasaba. Hata hivyo, madaktari na watafiti bado wanajaribu kujifunza zaidi kuhusu ugonjwa huu ili kujua nini hasa huusababisha. Ninachofanya huwa ni kumeza dawa na kujipa shughuli na labda kutumia wakati mwingi kupumzika. Mm, muhimu sana Najaribu nile vizuri japo wakati mwingine unapoteza hamu ya kula, lakini angalau ninywe baadhi ya supu. Naam, hunisaidia kujituliza kiasi nikiwa katika hali hiyo. Hakika nakutakia kutakia afueni. Asante. Ingawa endometriosis, has... ingawa endometriosis haina tiba inaweza kudhibitiwa kwa njia za matibabu au upasuaji ili kuboresha maisha yako. Lengo ni kupunguza maumivu, kuondoa tishu za endometriamu popote pale zilipo, na pia kuongeza nafasi ya kupata ujauzito. Imekuwa rahisi kwangu kuzungumza na watu mbalimbali mbali kuhusu hali yangu, labda Mungu alinichagua. Napenda kuongea na watu ili wajue zaidi hali hii. Sitaki wapitie niliyopitia, yalinivunja moyo sana. Una hisi kana kwamba uko peke yako kwa sababu hujui kama ni hali sawa. Labda ni mama yako au watu wa familia wanaweza kukuelewa, lakini hujui kama ndivyo wanavyohisi pia, au labda wanafanya hivyo tu kukufariji. Asante Ritha kwa kuelezea sehemu nzito ya maisha yako, tunathamini kila kitu. Ninajua itamsaidia mtu ikiwa unatazama video hii na unajua au unashuku mtu wa karibu nawe huenda anakabiliwa na hali hii, basi isambaze video hii kwake, na anaweza kusaidika zaidi. Tuonane katika video ijayo.